Mkoa wa Songwe, napenda kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na tukio la kuchomwa nyumba moto, tukio ambayo limetokea tarehe 22 mwezi wa 10 2025, majira ya saa 7:30 usiku katika kijiji cha Ikumbilo kata ya Chitete wilaya ya Ileje na mkoa wetu wa Songwe, ambapo afisa mtendaji wa kata hiyo kwa majina Jackson Jonas Kamendu kata kijiji cha Ikumbilo aligundua mchomo kwa nyumba vyumba viwili yeah. Inayomilikiwa na askari polisi, mkaguzi wa polisi ambaye anafahamika kwa jina la Nsajigwa Mwajeka. Huyu ni askari polisi kata wa eneo hilo, lakini pia eh, ni askari wetu wa wilaya ya Ileje. Katika um, vitu vilivyoungua katika vyumba hivyo kulikuwa na nguo za kiraia nguo za polisi, sare za jeshi. Kwa maana hiyo, vyombo kadhaa vya ndani, alikuwa na mahindi kidogo, kitanda na godoro lake, na vitu vingine vidogo vidogo. Thamani ya vitu ambavyo vimeteketea na moto huo inakadiriwa kuwa na thamani ya shilingi milioni mbili. Chanzo cha tukio kinachunguzwa, lakini inaonekana vitu vilikusanywa na kuweka kwenye kitanda nguo na kuchoma, kwa sababu za kutwa nje za vigarita katika eneo lile. Mpaka sasa hatujakamata mtu nikaje, uchunguzi unaendelea. Kuna watu ambao tumeshapata taarifa, tunawafuatilia, na tutakapokuwa tunaendelea tukiwakamata kamata na kuwa hoji, basi tutatoa taarifa kamili, mimi hasa sababu ya kufanya tukio hili. Na tukio limefanyika tuki wakati askari huyu akiwa kwenye kutengeza kazi zake maalum usiku, na kazi alikuwa anazifanya, kwa hiyo hakuwepo nyumbani mbinu iliyotumika ni kuvunja mlango kwa kupiga teke au na kitu kizito eh, na kutekeleza uharifu huo kwa uh, hiyo tuendelee na uchunguzi. Endapo tutawabaini hao waliofanya vitu hivyo na nini hasa sababu ya kufanya hivyo, basi tutatoa taarifa eh, kwa kadri nafasi itakapokuwa inaruhusu. tarifa tujapata taarifa yoyote, askari wetu wa upelelezi wako huko kuchunguza, tuone chanzo hasa ni nini. Siwezi kusema sasa hivi kwa sababu bado hatujapata jambo lolote na ni hatujakamata mtu yote. Tutakapopata ufunguzi wa salari tutaanza kulifanyia kazi na taarifa kamili haitafitwa haitasema. Niseme tu kwa taarifa ambazo tunazo haihusiani kabisa na tunafanya uchunguzi haihusiani kabisa na mambo ya siasa. Ni mambo ya kijamii huko, tutaendelea kuchunguza. Tutapata majibu lakini ni watoe wasiwasi, haihusiani kabisa na mambo ya siasa kwa sababu askia yule alikuwa akifanya kazi vizuri kabisa hata kwa wengine wananchi pale. Eh, kwenye kata yake ni askia anayempenda, lakini hatujui tatizo ni nini. Kwa hiyo